Samia Suluhu aingia mitini baada ya masharti mapya kutoka kwa wakili Boniface Mwabukusi. Ujambo na karibu kwa channel yetu ya TanzaPulse na ikiwa wewe ni mgeni hapa tafadhali tusaidie kwa kuinua channel hii kwa kusubscribe na kuwa mmoja wa wafuasi wa channel hii. Na kauli ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Bonfas Mwabukuse kwamba matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka jana hayakuwa ya kawaida, bali yalikuwa ni mauaji ya raia yaliyoratibiwa imefungua mjadala mzito wa kitaifa na kimataifa kuhusu matumizi ya nguvu za dola, uwajibikaji wa taasisi za usalama na ulinzi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Mwabukusi ameitaka jamii ya kimataifa kushiriki katika uchunguzi huru na wakina akisitiza kwa mazingira yaliyosababisha vifo vya raia including watoto na wanawake waliokuwa majumbani hayana uhalali wowote kisheria chini ya sheria za ndani wala za kimataifa. Kauli hiyo iliyotolewa kupitia taarifa ya umma inakuja katika wakati ambao Tanzania inaendelea kujipambanua upya katika ramani ya haki za binadamu na utawala wa sheria huku, mashirika ya kiraia yakifuatilia kwa karibu mwenendo wa vyombo vya dola katika matukio yanayohusisha ya matumizi ya nguvu. Kwa mujibu wa Mwabukusi, hata pale ambapo mamlaka hudai kutumia nguvu halali, sheria inaweka vigezo vikali vya uwiano, ulazima na uwajibikaji hoja yake kuu ni kwamba hakuna mazingira yanayoruhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia au watuhumiwa, wala matumizi ya zana za kijeshi katika hali ambazo hazijatambuliwa kama vita halali. Hapa mjadala huu hauishii katika tukio moja, bali unagusa msingi wa uhusiano kati ya dola na raia wake. Kisheria Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inalinda haki ya uhai, heshima ya binadamu na ulinzi dhidi ya adhabu au vitendo vya kikatili. Aidha, Tanzania ni mwanachama wa mkataba wa kimataifa inayokataza mauaji ya kiholela na matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima. Kauli ya TLS inaweka shinikizo kwa mamlaka kueleza kwa uwazi ni misingi ipi ilitumika katika maamuzi yaliyosababisha vifo hivyo. Sehemu nyeti ya kauli ya Mwabukusi ni madai ya kuficha kwa taarifa muhimu ikiwemo vyeti vya vifo na maelezo ya majeruhi waliopatiwa matibabu. Kwa wachambuzi wa sera, kufichwa kwa taarifa kunadhoofisha imani ya umma na kunakinzana na kanuni za uwazi katika utawala wa sheria. Uzoefu wa kimataifa unaonyesha kuwa uwazi wa mapema husaidia kupunguza mvutano wa kuweka msingi wa uwajibikaji. Ripoti za kimataifa zimekuwa zikionya kuwa ukosefu wa taarifa katika matukio ya matumizi ya nguvu huongeza hatari ya kukiuka haki zaidi. Human Rights Watch katika tathmini zake za mara kwa mara kuhusu Afrika Mashariki imebainisha kuwa uwajibikaji wa vyombo vya usalama ni nguzo muhimu ya kuzuia kurudiwa kwa ukiukwaji. Wambukusi pia amegusia matukio ya watu kutekwa na kupotea katika mazingira yasiyoeleweka, akitaja kesi kama Mdude Mpaluka Nyagali na Ben Sanane kama mifano ya masuala yanayohitaji ufafanuzi wa kisheria. Hoja hapa ni pana: je, hatua kama hizi huchukuliwa kwa misingi ya usalama wa taifa au ni matumizi ya mamlaka y nje ya mipaka ya sheria? Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakisisitiza kuwa kutoweka kwa kulazimishwa ni kosa kubwa la haki za binadamu chini ya sheria za kimataifa, na Amnesty International imeeleza kuwa serikali zina wajibu wa kufanya uchunguzi wa haraka, huru na wenye tija pale mtu anapodaiwa kutoweka mikononi mwa dola chini ya mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ambao Tanzania imeridhia, matumizi ya nguvu ya vyombo vya dola yanapaswa kuzingatia kanuni za ulazima na uiano. Kanuni za msingi za Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya nguvu na silaha za moto na maafisa utekelezaji ya sheria zinaelekeza wazi kuwa nguvu hatarishi inaweza kutumika tu inapokuwa ni njia ya mwisho kulinda uhai kwa mujibu wa kamati ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa, dola zina wajibu wa kutoa taarifa kamili na kufikisha wahusika mbele ya vyombo vya haki pale ukiukwaji unapodaiwa. Mwito wa uchunguzi wa kimataifa unaeleza una TLS unaenda ama unaendana na viwango hivi hasa pale ambapo kuna hofu ya migongano ya kimaslahi katika uchunguzi wa ndani. Kauli ya Mwabukusi ina athari pana zaidi ya uwanja wa sheria. Kisiasa inajaribu kupima dhamira ya dola katika kulinda haki za raia wake na kukubali usimamizi huru. Kijamii inalenga kurejesha imani ya umma kwamba maisha raia ya raia yana thamani sawa mbele ya sheria bila kujali mazingira au madai ya kiusalama. Vyombo vya habari vya kimataifa vimekuwa vikifuatilia kwa karibu mwenendo wa haki za binadamu Tanzania. Na katika muongo uliopita, BBC na Al Jazeera zimeripoti kuhusu changamoto na maboresho yaliyofanyika katika maeneo ya uhuru wa kiraia zikisisitiza umuhimu wa uwajibikaji wa taasisi za dola katika kudumisha utulivu wa muda mrefu. Kihistoria, vyama vya mawakili vimekuwa nguzo muhimu katika kulinda utawala wa sheria. Na TLS kama taasisi ya kitaaluma ina jukumu la kusimamia maadili ya kisheria na kusimama kidete pale misingi ya haki inapodaiwa kukiukwa kauli ya Mwabukusi na akisi nafasi hiyo na kuwa sauti huru inayouliza maswali magumu kwa niaba ya jamii. Na katika nchi nyingi misimamo ya vyama vya mawakili imechangia kuanzishwa kwa uchunguzi huru, marekebisho ya sera na hata mabadiliko ya kisheria. Na hivyo mwito uchunguzi wa kimataifa haupaswi kutazamwa kama shinikizo la nje pekee, bali kama sehemu ya taratibu za kawaida za uwajibikaji wa kimataifa. Mjadala uliochochewa na kauli ya rais wa TLS kuhusu matukio ya tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka jana ni muhimu kwa sababu unagusa kiini cha taifa linalotawaliwa na sheria: ulinzi wa uhai, uwazi wa mamlaka na uwajibikaji wa taasisi za dola, na bila majibu ya wazi na uchunguzi huru, maswali yataendelea kujitokeza na imani ya umma itaendelea kuyumba. Kwa Tanzania hatua zitakazochukuliwa iwe ni uchunguzi wa ndani unaoaminika au ushirikishwaji wa vyombo vya kimataifa zitakuwa ujumbe wa raia na dunia kuhusu mwelekeo wa nchi katika kulinda haki za binadamu kama wanaharakati na wataalamu wa sheria wanavyosisitiza ukweli haki na uwajibikaji si kauli za kisiasa pekee ni nguzo za msingi za amani ya kudumu na maendeleo ya taifa ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Tanza Pulse, chaneli ya kupendwa inaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea uh, upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.